Tulikuwa na store kule chini, kulikuwa na spare za speaker Fidek 30, zimechukuliwa kule chini, kulikuwa na belinja, mixer imechukuliwa, kulikuwa na keyboard, air cooler, air blower na extension cables zimechukuliwa. Mnafahamu ndugu zangu, kule chini kuna printing press, mnafahamu ile printing press mlango wake pia ni wa fingerprint, ni mlango imara sana, umevunjwa. Umevunjwa laptop zote za kule, computer iMac, stabilizer, digital printers, trimming folding and finishing machines zimechukuliwa, i booklet maker heavy duty paper cutter desktop paper and letter folder binding machines. Hata kama uelewe ni vifaa vya printing, ni vifaa vya printing. Hata kama uelewi, jua tu ni vifaa vya printing. Ukiona kitabu chetu kimeprintiwa, na sisi wenyewe Mahanaim Printers, kwa ile kile chumba, ile ofisi ya hiyo kazi vifaa vyake ndo hivi vimechukuliwa. Mbali na vifaa hivi ambavyo vimechukuliwa, lakini pia kuna vifaa ambavyo vimeharibiwa. Milango yenye vitasa vya umeme, fingerprint doors yote imevunjwa, milango ya kawaida mitatu imevunjwa, meza ile ya baba imevunjwa, zile drawers zimefunguliwa, vifaa kule havipo, dokumenti kule hazipo na sefu ya kutunzia fedha zetu kama nilivyosema, imevunjwavunjwa kabisa. Thamani ya mali zote hizi ambazo, ndugu zangu, mkumbuke ndugu zangu, familia hii ina miaka thelathini. Hizi sio mali za siku moja, sio mali za siku moja, ni mali ambazo zimekusanywa kwa miaka thelathini. Thamani yake ni bilioni mbili milioni saba laki sita sabini na sita na mia tano. Nirudia, asante, tarudia bilioni mbili milioni saba laki sita sabini na sita na mia tano.